Asante kwa kutazama Jongo Media TV. Halmashauri ya jiji la Mbeya imezindua rasmi mpango mkakati wa halmashauri hiyo kwa kipindi cha miaka mitano kuanzia mwaka 2025 hadi mwaka 2030 akitoa kipaumbele kwa masuala 29 ikiwemo kufuatilia na kusimamia mikopo ya asilimia 10 inayotolewa na halmashauri hiyo kwa makundi ya vijana, wanawake na ulemavu. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mkakati huo, mgeni rasmi ambaye ni mkuu wa wilaya ya Mbeya Beno Malisa ameishauri halmashauri hiyo ya jiji la Mbeya kuongeza ukaribu na mahusiano mazuri na makundi mbalimbali kijamii, kwa kuwashirikisha masuala yanayohusu halmashauri hiyo, mkakati ambao umezinduliwa ufanikiwe kwa asilimia kubwa, amesema. Mtajenga kituo cha watoto wa mtaani. Sisi tunataka kuamini, tunaoshiriki uzinduzi wa leo, ni kwamba ndani ya utekelezaji wa mkakati huu mpya wa miaka hii mitano, tufanye changamoto ya watoto ya mtaani ibaki kuwa historia. Kama ni kujenga, lakini pili, nadhani kuna zaidi ya hapo. E, maana tukijenga maanake tuna wahifadhi. Mbeya ni jiji liko katikati ya mikoa saba. Sasa maanake wataendelea kuja, watajaa, utafanyaje? Lazima tuwe tuna mikakati ya kuwaingiza kuwa train na kuwatoa kama watu wengine, sasa sio watu wakwenda kuzurura. Mbeya we, nadhani hapo tutakuwa tumetibu tatizo na, na tutaweka jiji letu eh, salama zaidi. Kile la tatu eh, jiji letu bado ni kubwa kibiashara na linaendelea kukua kila siku. Nataka kuona kwenye mpango mkakati huu sasa kwenye utengenezaji wake. Tuone sasa jiji la Mbeya tunafanya biashara masaa 24. Eh, hii kwamba saa 12 kila kitu kimefungwa. Tuna wageni wanatoka nchi za jirani, tuna mipaka miwili mikubwa. Hebu tuitumie wajue masoko yetu sasa eh, yanaopereti masaa 24. Tuanze hata kwa kuchagua tu hapa na hapa. Tukifanya vizuri tuendeleze kwenye maeneo mengine. Mbeya hoye! Kwa tunapokwenda kwenye hii miaka mitano, hayo ni baadhi ya mabadiliko tunataka kuyaona ndani ya jiji la Mbeya, na mabadiliko haya yataongeza uchumi wa jiji pamoja na wa mtu mmoja mmoja ndani ya eneo hili. Mbeya hoye! Ukiwa kama Mbeya wa ibu, haya ndo mambo makubwa tunataka kuyaona. <laughs> na wananchi wetu wafil moja kwa moja waone sasa kweli tunatekeleza tuna, tuna jambo ndani ya miaka mitano, na mabadiliko haya yanatugusa kabisa sisi wakazi wa Mbeya. We, mambo mawili tu makubwa ambayo ni ya kusisitiza: moja, tuongeze mahusiano na makundi yetu ya kijamii. Hili ni eneo nyeti sana, hatupaswi kuwa e, tunawahusisha mambo pale penye tatizo au pale tunapowahitaji. Nadhani tunahitajiana wakati wote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 moja ya jambo ambalo litatufurahisha sana niya kusababisha jiji letu liwe ni smart city. Tuone jiji letu sasa e, mitandao inapatikana, yako maeneo ambayo wanafunzi wanaweza wakakaa wanapata internet bure e, maana ndio dunia inakoelekea. Mbeya oye, sababu mikoa mingine wote hawajafanya, majiji mengine basi sisi tu kwanza. Tuone Mbeya inakwenda kuwa smart city ambayo IT inakuwa ni chachu ya ku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 hiyo kwa makundi ya vijana, wanawake na ulemavu kwa kutoa elimu kwa makundi hayo, lakini pia kutoa mkopo kulingana na uwezo wa kikundi. Nikiripoti kutoka chumba cha habari. Mimi naitwa Grace Wanikapinga, Jongo Media TV.